Karibu tena mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu. Naibu Rais Kithure Kindiki ameongoza ujumbe wa viongozi wa Kenya Kwanza katika ziara huko Garissa, ambako amewahakikishia wakaazi maendeleo. Kindiki alilimbikizia lawama serikali iliyopita kwa kile anachosema ni kuwabagua wakaazi wa maeneo ya Kaskazini Mashariki. Utaratibu ambao ulikuwa unatumiwa ulikuwa mrefu na ulikuwa na ubaguzi, kwa sababu maswali ambayo anaulizwa mtu wa kutoka hapa Garissa sio maswali ambayo inaulizwa wakenya wengine kutoka sehemu zingine. Rais akasema akichaguliwa atahakikisha ya kwamba kuna usawa na ile utaratibu inatumika kupatiana vitambulisho na birth certificate na passport itakuwa sawa Kenya nzima, kwa upande ya maendeleo Kenya nzima bila kubagua kabila zote bila kubagua dini yoyote bila kubagua wakenya mahali wametoka. Your Excellency, the footprints of William Ruto's development agenda is seen, ni kama mchana na usiku. Tunashukuru kwa sababu sasa Kenya haitakuwa na malalamishi. Ukitaka kitambulisho, hakuna vetting, utapata kitambulisho, kwani watu ya Northern Kenya ni wa Kenya kabla hujapiga kura ni lazima uwe na kibande, si ndio? Mm, alisema hakuna mkenya atapaguliwa kupata haki ya kuwa Mkenya. Kuna wale wanataka kututenga sisi, tumekataa hatukubali.